wateni hapa kutangaza rasmi kwamba mwaka huu tutaadhimisha miaka 30 ya VETA, yani Vocational Education Training Authority, au kwa Kiswahili mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. VETA ilianzishwa kwa sheria ya bunge mwaka 1994 na kuanza rasmi kazi mwaka 1995 kwa hiyo mwaka huu VETA inatimiza miaka 30. Kabla ya VETA, mfumo wa kitaasisi wa kiserikali wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi ulikuwa ni idara inayoitwa National Vocational Training Department, NVTD ambayo ilikuwa chini ya Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii 1975. Kwa maana hiyo mwaka huu pia tunaadhimisha miaka hamsini ya mfumo wa kitaifa wa kiserikali wa kitaasisi wa kusimamia mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini. Kilele cha maadhimisho haya kitakuwa ni tarehe 18 mpaka 21 mwezi Machi mwaka huu kilele hiki kitafanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Rasmi katika maadhimisho haya atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa. Shughuli mbalimbali zitafanyika katika kuelekea kwenye kilele cha maadhimisho haya. Shughuli hizo ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii zinazoendana na shughuli za ufundi na ufundi stadi kama vile kupaka rangi majengo ya umma kama mahospitali na zahanati na kukarabati majengo ya shule. Pili, kuendesha maonyesho ya ubunifu wa teknolojia. Tatu, kuendesha mashindano ya ujuzi. Na nne, kutoa tuzo na vyeti vya heshima kwa watu mbalimbali mbali, kwa mchango wao katika shughuli za maendeleo ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini.